Papa Leo wa 14 ameweka historia mpya ndani ya kanisa Katoliki kwa kujiunga rasmi na mitandao ya kijamii kupitia akaunti ya @Pontifex kwenye Instagram. Akaunti hiyo ilizinduliwa rasmi mwezi Mei tarehe 13, 2025. Siku chache tu baada ya kuchaguliwa kwake, na ndani ya saa 24 tu ilivutia zaidi ya wafuasi milioni tatu na laki tatu. Hii inadhihirisha wazi mafanikio makubwa kwa kiongozi huyu wa kidini duniani. Kwenye chapisho lake la kwanza papa aliandika kwamba Peace be with you all. This is the first greeting spoken by the risen Christ. The God shepherd. Jumbe huo uliambatana na picha kadhaa za siku za mwanzo za upapa wake na uliwasilisha ujumbe wa amani kwa watu wote duniani. Ingawa akaunti ya Papa Leo wa kumi na nne haijavunja rasmi rekodi ya kufikisha wafuasi milioni moja kwa kasi zaidi, mafanikio yake ni kipekee sana ukilinganisha na watu mbalimbali mashuhuri ulimwenguni kama vile Kim Taeyong wa BTS alifikisha wafuasi milioni moja kwa dakika 43 tu na aliandika rekodi ya Guinness. Jennifer Aniston alipata wafuasi milioni nane na laki sita ndani ya saa ishirini na nne. Angelina Jolie alipata wafuasi milioni tano na laki tano katika muda huo huo wa saa 24. Kwa papa Leo 14 idadi ya wafuasi milioni tatu na laki tatu ndani ya saa ishirini na nne inaonyesha ushawishi wa kiroho na kijamii aliyobeba hata katika enzi za kidijitali. Akaunti yake itatumika kusambaza mafundisho ya kiroho, ujumbe wa amani na misimamo ya Vatican kuhusu masuala ya dunia. Akaunti ya papa wa zamani ya At Franciscus itabaki kama kumbukumbu ya kihistoria, huku ya sasa ya ikiendelea kuimarika kama njia rasmi ya mawasiliano ya papa katika ulimwengu wa kidijitali unaobadilika kila kukicha.